Mchezo tayari umekwishaanza anza baada ya filimbi ya mwamuzi, ukianzishwa mpira katikati na Simba Sports Club. Simba dhidi ya Namungo, akiambiwa Shomari Kapombe. Mpira tayari umeshatoka nje, anisha atapiga moja kwa moja, nachonganishwa pasi ndani kwa shamu shamu, kalabu yake anakwenda kuweka ndani, anaambiwa ni offside, mlinzi wa kati ule ambaye tayari alikuwa mbele zaidi ya safu ya ulinzi. Eli katalist pasi ya kutamaliza kwa Kante akontrol jaribu Kante wakatika ile mpira anakwenda nje. Aliamua kujaribu ye mwenyewe kutoka nje ya 18 mpira wa chini chini ile unakwenda nje kwa goal kick. Ye mwenye anaamua kwenda Eli, Eli Mpanzu Steven, lakini ni Joshua Mutale bado yuko nayo, bado anapita katikati yao. Joshua Mutale nafasi, ashindwa kuitumia vyema, anaondosha ule mpira. Joshua Mutale nafasi ambayo alipata mpira ambao alitengewa na Eli Mpanzu, alipita katikati yao lakini mlinda mlango aliweza kuwa imara zaidi. Tazama namna ambavyo alipita katikati fari ya faria unongo na Hussein Kazi i mpira ambao aliupiga na hima ana kwenda kukaa kwenye njia. Ilikuwa nafasi nzuri kwa Simba kupata bao la kuongoza. Ala, Steven Mukwala dese Anapambana, anaacha pasi, lakini bado ikonayo. Steven Mukola, niona alifanya jaribio, ni on target, lakini haikumsumbua Jonathan Nahimana. Anton pambana kutafuta nafasi Anton aingiza ule cross ndani, anaingia Mukwala anagonga mwamba ule mpira unaondoshwa. Ese Anton Mligo alifanikiwa kuupiga ule mpira, straika refu kuliko goli, mpira ambao uligusa, ukagonga mwamba kinaki Joshua Mutale, Elimpanzu jaribu, Elimpanzu ambayo umeguswa ule mpira nje, kutenga Joshua Mutale, Budo, mpira ambao uliguswa na Daniel Mo, Joshua Mutale, zungusha ule mpira juu kwenye nafasi akema bao! Bao la kichwa. Juhudi zote zimeshindikana kwa kwenda kugusa ule mpira. Joshua Mutare Budo, in swing, kona ile, shemu Karabwe, macho yote yakiwa wazi, anatazama mpira ulipotoka, anainama kidogo mno, kimo cha ndama kwenda kufuata ule mpira na kwenda kuandika bao kwa Simba aliruka akaruka tena lakini alishindwa kufika. Jonathan Nahimana, Simba wanatangulia. Mechi iliyopita rushenderiok ok. na mechi hii ni shemu Karabwe, what Abdul Karim Kiswanya, lakini filimbi ambayo inasikika ni ya kukamilisha dakika 45 za kwanza. Shaaz Lukindo uchukua nafasi yake timu ikifanya badiliko la mchezaji mmoja mmoja kuelekea dakika 45 za pili. Kante anapiga pasi rula, na imefika mpira kwa Neo Maema. Maema, Goal kick. Kimwangalia mwamuzi kwa jicho la huruma, Kiamini kwamba mpira uliguswa uwape kona. Pasi nzuri sana ile Arsan Kante, lakini Maema alichagua kupiga mwenyewe mpira ambao unapita juu, lazimisha nekiwa kuchukua tena. Kante anapambana, Joshua Mutale anafika kwenye mpira, anamwekea Anthony Mligo, anachezewa foul. Anton alikwenda kuweka mwili njiani, na Hibat Lukindo akaenda kusukuma. Ni mpira wa kutenga wenye faida kwa Simba, akipanga wachezaji wake. Jonathan Nahimana Maema yuko kwa karibu zaidi, unazungusha ule mpira na Maema kwenye nafasi Rushen! Rushen Deriok anaandika bao la pili kwa upande wa Simba aliuvizia ule mpira ambao unamfanya ya Selemani Matola, piga makofi, simpige makofi, utachoka mikono itauma. Mamelodi wa zamani ndio Simba wa sasa. Neo Maema alizungusha ule mpira nyuzi 180. 80 mpira ambao unamkuta Rusha ndio kwenye nafasi, anakwenda kugusa kwa umaliziaji wa kistrike kabisa, ule mguu wa nje anaubindua tu mpira unakaa vyema, nakwenda kupokelewa na nyavu. kiu rahisi Simba mbili na Namungo sifuri. Gabriel Rogers, Gabriel anakamata mpira Yakub Fabrice Ngoi, Pius Muswita, Yona Yakub Kionekana mshindi wa Safari Field Challenge 2025 msimu wa kumi. Mwongoza watalii bora yule Daudi Morel. Haya, Selemani Mwalimu. Selemani! Selemani Mwalimu anafunga bao la tatu kwa Simba. Pasi nzuri ambayo yeye mwenyewe alipambana kuchukua ule mpira, makosa kiulize Daniel Yamoa alimweka chini, Useni Kazi akampa godoro akamwambia hii ndiyo kazi ya mwalimu kwenda kuwaongoza wengine. Pia Selemani we anatema mate kushoto, nafikia kulia. Husseni kazi akadondoka no chini na kwenda kuandika bao la tatu. Amtafuta selemani mwalimu afanikiwa kumwacha lakini anaambiwa hakuna chochote ambacho kimetokea. Aliingia na lipambana selemani mwalimu, mwamuzi aliona ni fair challenge kati yake na daniel amo Aliona hakuna chochote chenye faida kwa Simba kwenye nafasi hii. Ni mpira ambao imefika, diagonal pass pembeni. Jigu anaingiza mpira chini chini kwenye nafasi, na mungu anashindwa kutumia nafasi hiyo vyema. Mpira ambao bado hujatoka upo katika eneo la kucheza napambana, shomari kapombe kwenda Kiyo. Ni full time kuwai ushindi unawapeleka katika kilele cha msimamo Simba Sports Club kwa mechi mbili mfululizo akifunga mabao sita. Ni full-time Simba Sports Club 3 na Namungo Football Club 0.